Hajatuma mtu maana, kuna watu walishatuonyesha paka namba hapo, akasema ametumwa. Sasa kwa sababu hajatuma mtu, uwanja uko wazi, level ground. Twende tukapambane. Na mheshimiwa mwenezi, wewe ulikuwa mkuu wa mkoa hapa 2015 mimi nikiwa katibu mwenezi, tulichapa jaramba hapa, tulipata tulichokipata hatujawahi kuanguka kwa sababu ya upinzani. Tunaanguka kwa sababu ya kuzungukana. Hizi dua zilizopigwa hapa zikafukuze roho ya kuzungukana. Moshi oye! Mashukua mgeni rasmi, sisi tulizunguka na ahadi kumi. Mheshimiwa Rais ameleta fedha kwenye ahadi tisa zinazohitaji fedha na imebaki ahadi moja ya jiji kwa asilimia tisini. Hatumdai, anatudai kura zake. Nitagusa maeneo machache. Mgeni rasmi, hatukuwa na hospitali ya wilaya. Tumepewa sio hospitali ya wilaya, lakini ya gorofa, iko kule Msaranga na kata ya Ng'ambo na ina gharibu zaidi ya bilioni 6.5. Moshi oye! <tune> Tulikwenda na ajenda ya hospitali ya wilaya, mama akatuongezea vituo vya afya viwili, shirimatunda msandaka, na cha tatu nimehakikishiwa kabla ya tarehe 30 mwezi wa 6 milioni 250 na kuja kwa ajili ya zanatik borloni iwe kituo cha afya vitatu. Tulienda kukuomba madarasa ya sekondari na shule za msingi. Mheshimiwa Rais ametupa madarasa zaidi ya mia nne, akatuongezea hapo juu shule tatu mpya za sekondari ambazo zimeshaanza kazi, Msandaka Lusilamek na kule Paloleni, ile kwa ajili ya bomaguzi zote zimeshakamilika. Lakini akatuongezea kupitia mapato ya ndani, tumeanzisha shule ya English Media ile JK Nyerere na imekamilika na wanafunzi wapo hao. Warushwa sijui uliosema wa nani? CCM si italeta wagombea safi. Na mimi, Tarimo, nikutakia na mimi e, Tarimo eh, nikutakie kila naye nikutakie kila wetu tukua nacheza mpira pale a, ah, ule mtaa ushuani ule ushua inaitwa eh. Kwa hiyo mimi tukua nacheza naye mpira ndugu yangu, nikutakie kila la heri. Sisiemu oye, Tarimo.